Nimeona wakiwa wanafanya mazoezi ni swala la kum, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuendelea kumuomba Mungu kwamba kesho tupate matukio mazuri, kwa sababu sisi tunachokitafuta, sulu tumeshinda, tukiwafunga goli moja tumeshinda na tumepita. Uh, I mean, uh, mwisho wa siku wote hapa ni wageni, kwa sababu wao wanakuja ingawa ni nchini wao na sisi tumekuja. Uh, wao sio wenyeji wa wenyeji wa hapa uh, wa jijini wa Cape Town. Mji waliotoka una baridi sana, sisi hapa ni Dodoma kidogo Arusha kidogo, yani kwa hali hewa ya, ya, ya baridi, lakini kwa, kwa sababu wana bahari kuna tunaona kama vile tuko nyumbani. Pia na hali ya wachezaji kwa kuitazama, sijaongea na benchi la ufundi wala mwalimu, ni nzuri. Tuseme inshallah kesho ni siku ya matukio mazuri kwetu. Aa, sisi tunaamini kama tunakwenda kufanya vizuri kesho, na tunaamini tunaenda fainali ah, kubwa ambalo mimi naiamini na timu ya Simba Sport Club ya ina ina experience kubwa sana of course. hawa waliwashinda mabingwa, lakini sisi tuna uwezo wa kufanya vizuri kesho, kwa asilimia kubwa tunachokitafuta. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu amwamshe Kibu salama na mwenye nguvu, wakati anawakimbiza Kibu huku sisi tunashinda vizuri. Ha, ina, inaweka alama sio tu kwa Simba, inaenda kuweka alama hata kwa nchi kwa ujumla, inakwenda kuweka alama hata kwa kiongozi wetu namba moja. Ha, tunaona mashindano yote ya, ya, ya timu ti zote za nje waga zinapewa sapoti na serikali, ndio maana zinafika mbali. Leo hii tunamwona Mheshimiwa Rais anavyotoa sapoti ya moja kwa moja kwa wanamichezo. Mimi ninachokiamini kwenye, kwenye Simba nimeona uh, tume, tume, tume, tumejiandaa kwa ajili ya fainali. Kwa hiyo kwa kujiandaa kwa ajili ya fainali, maana yake sisi kesho tunashinda. Uh, mimi ukiniambia nimekujaje, nimekuja kwa niaba ya kamati ya elimu, utamaduni na michezo ni kama mbunge wa, wa Morogoro Kusini Mashariki, lakini nini natokea kwenye kamati ya elimu, utamaduni na michezo kunawakilisha bunge, lakini pia na wawakilisha wa bunge ambao wanaotokea na timu ya Simba, Mheshimiwa. E, tumezungumza jana kati Simba wanazungumza jezi, miongoni mwa waliozungumza ni kwamba hii ni mechi ambayo Simba ana asilimia kubwa zaidi ya kushinda na kwenda kwenye hatua inayofuata. Umekuwa miongoni mwa mashuhuda kwenye mazoezi ya mwisho, bado mtazamo wako ni ule ule na kwa nini? Mtazamo uh, wangu hauwezi kubadilika. Hauwezi kubadilika kwa sababu uh, moja ndo ukweli, lakini pili, kutoka moyoni ndo hasa nalotaka litokee <laughs> na kwa kuangalia uh, timu ambayo tunakwenda kucheza nayo, tuna adabu nayo za kutosha, tuna nidhamu na hatuudharau mchezo, lakini haina quality ya kuifunga Simba Sports mbili bila. Kwa hivyo sisi tuombe tu mpira uwe kama ambavyo tunatarajia kwa uwezo wa timu tuliyoitengeneza kwa motivation ambayo sisi kama Watanzania tumeipa timu yetu tukiongozwa na Mheshimiwa Rais uh, Daktari Samia Suluhu Hassan na uh, wachezaji waamke vizuri. Nilikuwa namwambia Mheshimiwa Tale hapa. Mmoja wa watu. Mmoja wa watu ambao nataka waamke vizuri tu ni Kibu <laughs> shughuli itakuwa imekwenda ime, ime vizuri kwa hivyo naamini itakuwa hivyo. Kwa nini Kibu? maoni mm. yangu hayajabadilika na uh, naamini ndio choko kitakachotokea. Kwa nini Kibu? Ah, anakuwa mm. msumbufu akiamka ya vizuri unajua, yani, Stellenbosch nusu ya timu peke yake itabidi deal naye ya peke yake, ama ataleta madhara makubwa, kwa hivyo naamini, uh, na, nataka kila mmoja aamke vizuri miongoni mwa wachezaji Kibu akiamka vizuri uwezekano wa kushinda ni mkubwa kia kipale. Kwanza tume fair play kwa Stellenbosch na mamlaka za Afrika ya Kusini, wametutreat kama ndugu zao. Nafikiri mahusiano ya kihistoria kati yetu na Afrika ya Kusini yanatufanya tuwe nyumbani pia hapa. Uh, lakini la pili kwa ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, uh, ukiongozwa na Mheshimiwa Balozi Bwana na wamehakikisha kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyiwa Simba kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho kinafanyika kwa kiwango cha juu pia. Lakini toka tumefika hapa mimi na viongozi wa Simba na viongozi waliotoka TFF kama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, tumekuwa tukiendesha vikao mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba hakuna kinachoharibika. Pale ambapo tunaona kuna kasoro, tunahakikisha kwamba tunashughulika nazo moja kwa moja, na ni kuhakikishie tuko kwenye wakati mzuri. Yale yote ambayo tuko tunayaona kama yanaweza kuwa changamoto tumeshughulika nayo tayari, na hilo hasa ndio tuliokuja kufanya hapa. Kwa hiyo sisi tunafanya kila ambalo tunalifanya, na unaweza kuona kadri siku zinavyokwenda support inazidi kuongezeka na... Sijui kama mme take note kwenye jambo hili. Lakini kwenye safari hii ya Simba, serikali imelipia usafiri wa klabu, imelipia accommodation ya klabu, uh, timu inakula chakula kilichonunuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan ni katika kuhakikisha kwamba na wao wanauona mkono wa mheshimiwa rais kwenye masuala haya. Moja ya, ya mambo ambayo nataka ni wakumbushe ni kwamba pengine Simba wangekuwa na uwezo wa kusafirisha timu yao wakailaza mahali pazuri, aa, na wakahakikisha timu yao inakula na yote yanafanyika, lakini ukiwa na mkono wa serikali kwanza, kuna mahali unakupunguzia uzito wa kibajeti, lakini hali kadhalika unapata una ile feeling kwamba nchi nzima iko nyuma yako, na ndio hasa ambacho tunakuja kifanya. Kama ma, ma, ma, ma, ma, goli la mama litaitika hapa mm -hmm, nawahakikishia hela tutazikuta airport hiyo. Nitalifanya mimi hilo, ni la kwangu. Goli la mama kwenye hatua hii ya, ya nusu fainali ni milioni ishirini kwa goli. Kwa hiyo ukatili wa vijana ndio utajiri wao.